Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania inatoa angalizo la uwepo wa vipindi vya mvua kubwa hususani katika maeneo ya Kigoma, Tabora, Katavi, mikoa ya Dodoma na Singida, mkoa wa Mara pamoja na mkoa wa Simiyu, halikadhalika katika maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, katika mikoa ya Kilimanjaro, Arusha na Manyara. Hivyo wananchi wanaotokea katika maeneo haya wanatakiwa kuchukua hatua stahiki na usiku wa leo, ni matarajio yetu kuwa hali ya maengo kiasi, mvua inayoambatana na ngurumo za radi inatarajiwa katika maeneo ya Kigoma, Katavi pamoja na mkoa wa Tabora, na hali hii inatarajiwa pia katika maeneo yote yanayozunguka ukanda wazi wa Victoria maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, katika mikoa ya Arusha, Kilimanjaro na Manyara, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na mvua katika maeneo machache, na maeneo mengine yaliyosalia, ndugu mtazamaji, yanatarajiwa kuwa makavu kwa ujumla. Na hapo kesho ni matarajio yetu kuwa hali ya mawingu kiasi mvua inayoambatana na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua inatarajiwa katika maeneo yote hapa nchini isipokuwa katika maeneo ya ukanda wa ziwa Victoria, pamoja na maeneo ya magharibi mwa nchi yetu, ambapo maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua.